Na mbele yako ni Mkude Simba eh, kufuatia kile ambacho kinaendelea visiwani Zanzibar, tumepata kiu na shauku ya kumtafuta kusikia eh, yeye anazungumzia vipi kwa upande wake. Kwanza, Mkude habari za muda huu? Ah, mzuri mzuri. Mm. Sisi ni pole na, na shughuli. Ah, tunashukuru Mungu. Ndio ndio. Karibuni sana. wana eh, wapenzi wa Chepesa Media wanatamani kusikia madini hapo. Eh, kesho tunashuka dimbani dhidi ya RS Berkane mchezo wa fainali mkondo wa pili nyinyi kama mashabiki na wanachama na mnazungumziaje mchezo huu ikiwa mna mlima mrefu wa kupanda? Uh, mlima mrefu kama unavyoeleza, dakika tisini za kwanza nimefungwa goli mbili. Mm. Kwa hiyo dakika tisini hizi mimi nasawazisha na kushinda. Kinakupa jeuri kusema kwamba utasawazisha na kushinda? kila mtu kwao, Afrika, kila mtu kwao. Mm. eh, he, na Zanzibar Tanzania, japo watu hawaelewi kama Zanzibar ni Tanzania. Mm. mimi naamini. Mm. Pale Tanzania Zanzibar, mimi ndio ninapoenda kuchukulia kombe hmm. Lakini inaelezwa kwamba uchawi hauvuki maji ah, na mimi sitegemei uchawi kwa sababu atakayefunga goli Mpanzu Ateba na ua eh, sasa hao sijui kama ni jini au vipi, lakini hmm. mimi nasema hivi hmm. kila mtu kwao hmm. na lakin, mimi nashinda jikesho, lakini tambua ya kwamba eh, Simba ukijaribu kuitazama kiufundi ni kama akishikwa Elie Mpanzu pamoja na Kibu Dennis, Simba ni kama inapata wakati mgumu hivi kwenye kutengeneza nafasi. Zile ni mbinu na zile dalili za kusema kwamba itapata goli muda fulani ikiwa wakimaki Elie Mpanzu, na mechi hii tunahitaji magoli. Kitu gani ambacho sasa Simba Sports Club wanatakiwa kufanya na mashabiki ambao wanahofu, ikiwa Elie Mpanzu atakamatiliwa, nini Simba itafanya? Unalipi la kuzungumza? A la kuzungumza lipo kwa sababu mwalimu kaona mm, wapi alikosea wapi mm, kapatia hata mm, kule Moroko Mpanzo alifanyiwa sabu mm, na kuna mtu aliingia mm, na alionyesha uhai na uzima kwa hiyo mm, Simba natoa mtu na weka mtu mm, Mpanzo kama kesho akiliao itakuwa kwa Mpanzo, kesho anawafunga si Mpanzo, anawafunga si Mpanzo. Yani, kama akiliao itakuwa kwa Mpanzo anawafunga sio Mpanzo, kukubali kwamba kombe linabaki hapa Afrika na Tanzania wako visiwani zanzibaaanasema naendaansaosisi tumempokea mm. na kumpokea kwetu kama anakwenda kuangalia kombe Tanzania Simba anavyochukua mm. basi aende kwa mfumo huo. Kama anakwenda tofauti na hilo mm. basi kauli zile zilishatoka, uh, zilezile anazosema wabala atazikiwa kisutu wakiwa Ah <laughs> ah. Sio labda, kwa namna gani mm. unakuja kwenye shughuli ya mtu mm. basi, kama umealikwa fuata protoko za mwalikaji mm. kaa hapa, kaa hapa mm. lakini kama unakuja nakwambia kaa hapa wewe utaki. Yeah, sasa kiongozi. Ni kiongozi wa klabu nyingine sio Simba pale si hmm. Kiongozi wetu ni magoli. lakini mbona kama mmeanza kutoka mchezoni mapema kuleta kama vipengele mnahangaika na mashabiki wa Yanga, kuitazama kama mnatolewa mchezoni mche, na sio kama tunasema vile kwa wasiwasi hmm. na tunasema vile kwa uhakika kwa sababu kama huku Chamazi maji matitu hmm. wamechanga elfu tano tano ili Simba asichukue kombe sasa auau kitanzania sgwa elfu tano tano, tano tawi limechanga elfu tano tano, tawi la maji matitu hilo, ndio tawi la maji matitu la Yanga Africa, ili elfu tano tano wakafanya shiriki mm. Simba mm. sichukue kombe mm. sasa. Au kweli una udugu nao? Ndio maana tumewaambia ukija kwa niaba mm ya kuangalia mpira, njoo uangalie mpira hmm. Ukija kwa niaba kuweka historia wakati Tanzania kombe la Afrika linabaki kwa Simba Sports, njoo hmm. Ila usije kwa o mambo mengine, wasichukue. Kwa hiyo shiriki zime, zimefanyika kwenye baadhi ya matawi na tawi la maji matitu kama ambavyo unaeleza e, wala hao watu wa hmm. Yanga maji matitu wamefanya, yaani ile tawi ambayo tunauhakika nalo na tunalifahamu na tunawafahamu hadi waliofanya, eh ili Simba wasichukue yeah. Lakini sisi tunajua hmm. Mungu akikwambia upate, basi utapata popote Berkane hawajapanda kwenye magari yenu wakati mnakwenda kuwapokea. Kitu gani ambacho kilifanya sasa watilie mashaka aina ya usafiri ambao mmewasogezea? Wale wana akili kama yao jamaa zetu hmm. wanapewa gari utaki, lakini hakikisha upo Tanzania utaoga <laughs> maji ya Tanzania hmm. utalala hoteli ya Tanzania, kwa hiyo hmm. ukwepi. Lakini ma, e, imani kubwa ya mashabiki na kama ambavyo inafahamika, mnyama Simba akicheza rupaso ndipo ambapo anafanya mapinduzi makubwa. Mechi inahitaji mapinduzi, na tunakwenda visiwani Zanzibar. Wana Simba na mashabiki ni kama umeingiwa na ubaridi hivi, licha ya matumaini na imani ambayo wanajipa hivi sasa. Mimi nataka niwaambie wana Simba hmm. yani wakiwa na uhakika neno tunaenda kufanya mapinduzi hmm. na mapinduzi yako Zanzibar hmm. kwa sababu tumeingia fainali tukiwa amani complex Zanzibar, new amani complex Zanzibar hmm. manake ndio

nimekutolea lazi inatoka, japo itakuwa kwa taratibu, lakini itatoka. Lakin, sasa sisi ilivyotokea, yeah. hivi tumesema mm. ni heri tu tuende kule, jaribu kuangazia mchezo ambao umepita, ee, ambao ulichezwa katika manispaa ya Berkane no. kule nchini Moroko okay. ee, ukitazama Simba ambavyo ilikuwa ikicheza na aina ya magoli ambayo imefungwa unadhani kwamba Simba ni sehemu gani muhimu ambayo wana misi ambapo wanastahili afanyia kazi kuelekea katika mchezo un, wa marejeano ambao unacheza siku ya kesho. Makosa haya asijirejee katika mchezo muhimu, yani la kwanza. Mwalimu kashaliona na Berkane, ukiwa kwao wana dakika zao azizidi 15, wanakufunga. Ukizimaki hizo, umeshinda kwao, tutarajia na kesho. Haya sindo, kwa kule na timu zote zilizoingia zimefungwa dakika hizo hmm. Sasa wako huko zile dakika zao 15, zile tano hmm. mimi zile niko nazo hmm. alafu ndo naanza shughuli yangu kesho, burudani itazidi yani yani ya yani mm -hmm. Kwa sababu itakuwa kwanza nimeingia katika yaani tunasema nipo kwenye mfumo mpya yeah. Nimeingia katika timu mpya mm -hmm. Na nimefuata kauli ya bosi wetu, alishasema ipo mwaka Simba itachukua kombe la Afrika mm -hmm. Kwa hiyo tukilichukua lile kesho mm -hmm. Na tunalichukua ah ili tukamilishe yale yeah. Na ya kwangu mimi mm -hmm. Na nifute historia ya 93 ambayo tulilikosa kwenye ardhi hii mm. ili lishakuja limeondoka mm. ili limekuja tena na ili likiondoka, itakuwa ni aibu na linabaki linabaki ili linabaki finali yeah. inakuwaga kombe uwanjani wachezaji wakipita wale, wakati baada kuchukuliwa mpira na refa mm. wataangalia kombe limebaki mm. na ndio litabaki hivyo hapo Zanzibar. Okay, unakwenda kucheza na mpinzani ambaye eh, kwa nafasi kwenye zile lenki ambazo kwenye lenki zile ambazo mnafuatana mna yeah. eh, nyinyi kama Simba Sports Club kuelekea katika mchezo huu surprise zipi kuelekea katika mchezo huu ukiwa mchezo unatazamwa na wengi barani Afrika? Na ndio kesho kwanza Afrika itazizima mm, na kwanza Afrika kesho na iamsha mm. na hii nafasi ambayo tulio nchi ilokuepo katika ligi mm, mimi naenda kuikuza kwa sababu nachukua kombe kwa mtu yuko juu yangu yeah. Namchukulia kombe mbele yake yeah. Alafu pale wanachukua ndege yao wanarudi, waliokodi. Mimi nakabidhi ndege kwa mama ni alionipa kwenda Berkane nampa na kombe yeah, anihifadhie na, na, na sherehe iyi ndo atanipangia ah. Mwinyi ose ni Mwinyi yeah. na Mama Samia ndo atakaondipangia Simba sherehe tufanyie wapi. Kuna watu wanasema Mwinyi atajuta kulipia uwanja, ni kama atakuwa ametupa gharama bure. Kwa hiyo kile ambacho kitakukuta Simba kwamba utapigwa nje ndani, yule ni mzazi, na kama ukiwa mzazi manake ni rais mm. kama ni rais ma sherehe ipo kwenye nchi yake mm. ile siku kuu ipo kwenye nchi yake mm. maake mpaka saizi hata kama itatokea ikiwa bahati mbaya lakini nchi ishapata ina dola kwa sababu zi... watu wameingia wageni pale mm. Walikuwa weka ngapi nitakazoshinda eh, goli? Yaani, yule atakapojipindua tu mimi kwanza nina tatu. Tatu. Eh, tatu. Eh, wala, tatu fresh. Akisubutu kupata moja na weka la nne nimemaliza shughuli. Ah, shughuli yaani, akubali nimpe tatu kavu arudi au <laughs> apate nne moja aondoke ah. Lakini kombe linabaki mimi mm. Kua minakwamini kombe linabaki li Tanzania na sisi watu wa Simba ndio watu wa kwanza tutakayekuwa tunaivaa medali ya dhahabu hmm. Ujumbe wako e, na sala zako na neno lako kuelekea kwa mashabiki wale ambao hivi sasa wameinua mikono juu imani e, na matumaini siku ya hapo kesho, na, na mimi pia naambia tushirikiane sana hmm. Kumuomba Mwenyezi Mungu hmm. Na Mwenyezi Mungu ndio mtoaji hmm. Sisi wengine wote tunafanya tu hmm. Lakini yeye ndio mwenye kuhu, kutugawia hmm. Kwa hiyo dua letu leo usiku kesho asubuhi, wa wachezaji waamke salama mm. Afya ziwe vizuri pamoja na sisi na viongozi wetu, tukaangalie burudani, tukaangalie kombe. Mimi nakwambia ndugu mtangazaji, Mungu akituweka hai mm, kwa sababu ile mechi inakwisha muda kama huu waliomaliza oh,